Umuhimu wa kuendeleza tafsiri zetu na ku kueneza Kiswahili kwa njia hizi, basi ndipo baadaye eh, sikujua kumbe nimetoa changamoto, changamoto ya kwa, inayoelekea kwangu mwenyewe. Profesa akanijia akaniambia angalia hapa Dr. Chege eh, kuna eh, mwenzetu mmoja ah, ah, ameandika kitabu hajapata mchapishaji na kadhalika. Nikauliza ni nani? Lo, nikasikia ni wasifu wa Sheikh Nabahani ambaye ni mzee na heshima sana, mtaalamu msomi maarufu sana. Basi nikafurahika sana nikasema tutaongea. Ikawa baadaye kagundua kumbe ni amira tena rafiki yangu wa zamani, tumekuwa pamoja katika risa tangu mwanzo wa, wa taasisi hii na basi nikachukua ule mswada In fact, niletewa na profesa Umanyi kwa, kwa njia ya barua pepe nikaenda nao eh, huko London ambapo ninafanya kazi. Nilipoutazama, jambo la kwanza ni kuona kuwa ni imeandikwa kwa lahaja ya Kiamu na hapo hapo ndipo tukaongea na Abira kanieleza ya kuwa wachapishaji wengi hapa katika nchini hapa Afrika Mashariki wana wasiwasi wa wasi, kuchapa vitabu ambavyo vimeandikwa visivyoandikwa kwa lugha sanifu ambayo, ambayo ni Kiunguja. Mimi kama msomi wa lugha na niliongea leo hapa asubuhi eh, ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba lugha zote na pia lahaja zote ni sawa. Ndiyo, kuna kunaweza kuwa na matata ya kuelewana hapa na pale, ndiyo kuna lahaja ambazo zina umaarufu ama prestige zaidi kuliko zingine, lakini kwa, kwa undani tukiangalia katika lugha, tukiangalia mpangilio wa lugha, serufi yake, mantiki yake na kila kitu, hakuna lugha ambayo inazidi nyingine. Basi nikaamua nitajitahidi tuchape hiki kitabu sitaeleza kwa urefu kwa sababu abira iko hapa, ataongea zaidi, lakini kwa kweli kuna mambo mawili hapa. Kwanza ni jambo la lugha, ni muhimu sana kuhifadhi lahaja zetu zote. Kuhifadhi lahaja ni sawa na kuhifadhi lugha ambazo zetu za Kiafrika. Lugha nyingi za Kiafrika hazijaandikwa, hazijachapo, hazijaandikwa, tunazitumia tu kwa maneno. Watoto wetu leo tumio, tumesikia mawakilisho eh, kadhaa kuwa Kiswahili kinabadilika. Kuna sehemu ambapo lugha zetu za Kiafrika zinakufa kabisa. Watoto wetu tena hawaongee hizi lugha, ni nani atakayeendeleza hizi lugha? Vile vile katika e, e, kwa upande wa lahaja ni sawa tu hizi lahaja zihifadhiwe, kwa sababu zikiishia, hatutakuwa tena na, na jinsi ya kuvijua. E, kwa hiyo hilo ni jambo moja. La pili na jambo la pili nashikana na kitabu hiki cha pili ambacho ni cha Njuguna Mutonya kinaitwa Maangamizi, simulizi za mwanahabari kuhusu dhuluma za utawala wa Moi miaka ya 86 mpaka 89. Huyu ni mwanahabari ambaye alifungwa jela kwa miaka kadhaa, miaka mitano, e, kwa sababu sawa na zile ambazo zililetea prof, mwenzetu profesa Abdulatif matatizo mengi. Tukachapisha kitabu chake kwa Kiingereza, lakini kwa sababu ya uaminifu wangu ya kuwa ni lazima pia chochote ambacho tunatoa kwa lugha nyingine kitoke pia kwa Kiswahili, naamini kuwa tafsiri, kitabu ambacho kimetafsiriwa kwa Kiswahili kinaongeza fasihi ya Kiswahili. Yaani, hiki kitabu ambacho kiliandikwa mara ya kwanza kwa Kiingereza, sasa ni hazina ya fasihi ya Kiswahili kwa sababu sasa kitasomwa kama Kiswahili na kimetafsiriwa vizuri sana na mtaalamu stadi wa hapa Kenyatta University, Profesa eh, eh, Kitula Kingei. Kwa hiyo haina shaka ya kuwa tumeongeza, tumechangia kidogo zaidi katika eh, eh, eh, fasihi ya Kiswahili, na wahimizeni nyote, eh, mkiweza kusoma hivi vitabu eh, bila ya shaka mtavifurahia na mtajifunza mengi ni lazima pia tuheshimu wale ambao wamechangia katika ujuzi huo. Profesa uh, huyu na namwita profesa kwa nikiwa na, eh, ne, ne, ne, ne, eh, bila kejeli ama bila, bila maneno mengine. Sasa yeye amechangia sana katika ma, eh, elimu ya Kiswahili katika fasihi, katika historia, katika ujuzi wote ambao sisi hapa tunajivunia katika vyuo vikuu. Huyu naye nayejuuna kama profesa Abdilatif wamepigania wamepiga, wamepigania uhuru wa nchi hii wamejitahidi wakafungwa jela kwa sababu ya kuteta na kutetea mambo ambayo yote sasa sisi tunajivunia ni muhimu tuwakumbuke na tuwaweke katika hazina yetu ya historia kwa njia hii ya kuchapisha mabibi na mabwana wavulana wasichana assalamu alaykum namshukuru mola bwana wa viumbe wote kwa kunipa uwezo wa kuikamilisha kadhia hini ya kuandika wasifu wa mzee wangu Sheikh Ahmed Nabhani. Kwa nini mimi niandike kuhusu Nabhani? Kwanza, nimekuwa na Nabhani tangu 1983 alipokuwa na ndaki ya Yeli pamoja na An Biesteka, halafu nikashirikiana naye katika utafiti wa kila sampuli na alinishughulisha katika kazi zake za hutba kwa wanafunzi wa vyuo mbalimbali. Pia alinifunza mashairi na utamaduni. Nabhani ni mtu gani? Nabhani ni mpenda watu, hapendi kuambiwa, kuambia mtu sitaki au siwezi. Yeye ni mtu wa hewalla. Amesaidia maprofesa wengi katika utafiti wao. Licha ya hayo bwana huyu bado hajawekwa kwenye kumbukumbu kumbu, wala kufaidi kama wale waliowasaidia, kama wale waliowasaidia. Misaada yake mingi bado hayajachapishwa wala kutokea wa kujitokea, kujitolea kuichapisha. Leo hii ombi langu ni kwamba tushikane mikono tuchapishe kazi zake ambazo ni hazina dhahabu huu kwa nawathamini Kiswahili kama sisi. Bwana huyo akiondoka kama leo, tutakuwa tumepoteza hazina kubwa sana, hususa Kenya. Hivyo basi, nikatwa jukumu la kuandika machache kuhusu Bwana Nabhani na mchango wake kwa kazi nzito alizozifanya za ku, za ku kijenga na kukienzi Kiswahili na Uswahili. Pia uwanda wa uandishi wa Kiswahili umeegemea pakubwa wanaume na wasomi wachache wanawake. Hili nalo lilinikera mno, kwani nasi wanawake pia twafaa kujitolea na kuchangia katika uandishi wa Kiswahili. Nimekusanya kazi zake za ushairi fungo aliyo tangu alipoanza kuandika nikimalizapo, naomba nipate mfadhili wa kuweza kukichapisha. Kati ya mashairi yake yaliyotia fora ni Enyi Ndege Murukao, Salamu Nitoleeni na Shaza wazami oziwani, wa uziwani wa mawimbi wa miuya muzamao zizimbwini mahodari wa kowea kwa kuwama na kotani kubenua zenizia na uza changu kimia kichatia cha shikani. Nakumbuka pia nilipokuwa mgonjwa aliniandikia shairi kuni nasihi niwe na subra. Shukurani zangu za dhati zimwendee Daktari Chege kwa kujitolea fisabilillah kukihariri, kuandika utangulizi na kukipasisha kitabu hiki kwa lahaja ya Kiamu Kimvita asli, asili, ili wasiokijua wajue kipo na watafiti wanapotafiti wapate msamiati wake. Siku hizi ni ndwele kukubali, kukubalika kuchapishwa kwa lahaja nyingineo, isipokuwa sanifu. Hii ndiyo sababu mpaka leo kazi za Nabhani hazijachapishwa, watu hutaka kubadilisha, naye hakubali ngo. Shukurani pia zimwendee dadangu, mwandani wangu, mnadi wangu, mdani wangu Profesa Clara kwa kumshawishi ndugu Chege kuniauni mimi kuchapisha wasifu huni. Mungu awajazi. Kwa Daktari Olali aliyenipa moyo wa pesa za kwanza kununulia karatasi na kalamu kuandika wasifu hunu, namwambia shukrani jazila, juhudi zake zimezaa matunda. Nalo na shirika la makumbusho la Kenya, siwezi kukulisahau kwa kunipa mkono kuanzia mwanzo hadi tamati katika kukamilisha kadhia hini. Mwisho nawashukuru wapenzi wote wa Kiswahili kwa kuhudhuria, kuhudhirisha kwa wasifu huno. Pia nawaomba mununue kwa wingi, mviweke maktaba jioni na mfanye ala kuli hali kuendeleza kueneza Kiswahili, uswahili na lahaja jamii msizipuuze, kwani huko ndiko kwenye msamiati unaoweza ku tajirisha lugha kwa kutosheleza mahitaji ya ulimbe na teknolojia. Shukran, mtakipata pale nje, na kabla kujaenda nyumbani, tafadhali uwe na nakala yako. Tunakizindua sio makofi, tafadhali.